Mwaka 1948 taifa jipya lilizaliwa, na dunia ilitarajia litaangamia ndani ya siku chache. Majeshi matano ya Kiarabu dhidi ya taifa moja dogo, shanga kabisa, wakiwa wachache mara mia moja ya Warabu, bila jeshi la anga, bila mizinga na bila jeshi rasmi, kwa namna isiyoelezeka walishinda. Israeli, taifa lilozaliwa masaa machache kabla ya vita, liliwezaje kuyashinda majeshi matano ya Waarabu? Hii ndiyo hadithi ya ujasiri, kukata tamaa, imani na moja wako ya ushindi usiowezekana zaidi katika historia ya kisasa. Tarehe 14 Mei mwaka 1948, ndani ya ukumbi mdogo huko Tel Aviv, David Ben-Gurion anasimama mbele ya umati uliojaa hofu na kutangaza kuzaliwa kwa taifa la Israel. Nje hakuna fataki bali milio ya mizinga ikisogea karibu. Baada ya saa chache tu, Misri, Syria, Iraki, Jordan na Lebanon walivamia rasmi Israeli. Kijeshi, Israeli haikuwa na jeshi lililoandaliwa, bali makundi ya wapiganaji yasiyo rasmi yaliyojulikana kama Hagana, Ogan na Lehi, silaha zao Bunduki za kizamani, mabomu ya kutengenezwa kienyeji, na silaha chache zilizopigwa marufuku na kusafirishwa kwa siri. Wanajeshi wao, wakulima, wanafunzi, watu walionusurika kwenye mauaji ya Wayahudi wa Ulaya, Holocaust, waliowasili kwa meli muda mfupi kabla ya vita. Dunia ya Kiarabu ilikuwa na uhakika. Kamanda mmoja wa Kimisri alijigamba kwamba vita hivyo vingedumu siku chache tu. Wachache waliamini kwamba taifa changa la Wayakuni lingeishi hata wiki moja. Dunia ilitazama, lakini hakuna alikuja kusaidia. Marekani iliweka marufuku ya silaha. Uingereza alikuwa mtawala wa eneo hilo, aliunga mkono pasiri jeshi la ufalme wa Joda. Israeli ilibaki peke yake. Bila mizinga, Waisraeli waligeuza matrekta ya mashambani kuwa magari ya kivita. Bila ndege za kivita walitafuta vikuri barani Ulaya, wakitengeneza ndege kwa siri katika karakana za siri. Kila risasi ilihesabiwa, kila usiku ulikuwa kama zawadi ya muda mfupi. Lakini kulikuwa na kitu kimoja ambacho majeshi ya Kiarabu yalikipuuza: nia ya kuishi. Yerusalem, moyo wa taifa jipya, ulikuwa umezingirwa. Barabara iliyounganisha Tel Aviv na Yerusalem ilifugwa, chakula kiliisha, watoto walikuwa na kufa njaa, maji yalipimwa toni kwa tone. Kwa ujasiri wa ajabu, wahandisi wa Kiyahudi walichimba barabara ya siri milimani Barabara ya Bama kwa mikono na majembe. Malori yalipenya kwenye vumbi chini ya mvua ya risasi, yakibeba chakula, silaha na tumaini. Barabara hiyo ikawa uhai wa Yerusalemu na ishara ya roho isiyoweza kuvunjika ya taifa hilo. Lilitokea jambo lisilotarajiwa. Israeli ilipata jeshi la anga. Ndege nne pekee za kizamani zilipatikana kwa siri kutoka Czechoslovakia, zikiendeshwa na marubani wa kujitolea kutoka Amerika, Afrika Kusini na Ulaya. Walijiita makao, yani watu wanaojitolea kutoka mataifa ya nje tarehe 29 Mei mwaka 1948, ndege hizo nne ziliruka na kubadilisha historia. Kinyume na matarajio yote, zilizuia Misri isivamie Tel Aviv. Haikuwa tu vita ya angani, ilikuwa ni mapinduzi ya historia. Vita viliendelea kwa miezi kadhaa, kila kipande cha ardhi kilipiganiwa kupotezwa kisha kurejeshwa tena, vijiji viliharibiwa, familia zikafurushwa, na pande zote mbili zilipoteza watu wengi. Lakini wapiganaji wa Israeli walijifunza haraka, wakageuza machafuko kuwa mbinu. Walitumia mitandao yao ya kijasusi kutoka siku za mapambano ya siri waliratibu mashambulizi walibadilisha njia za usambazaji na kuyapiga chenga majeshi makubwa zaidi. Polepole upepo wa vita ulianza kubadilika. Mwanzoni mwa mwaka 1949, vita vilikuwa vimeisha. Israeli ilisalia imesimama lakini ikiwa imejeruhiwa sana. Zaidi ya Waisraeli elfu sita walikuwa wamekufa, karibu asilimia moja ya idadi ya watu wote, lakini taifa lilikuwa limesalinika na mipaka ya Israeli ya kisasa ilichorwa kwa damu, maumivu na uvumilifu. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka elfu mbili. Wayahudi walikuwa na nchi yao wenyewe iliyolindwa kwa mikono yao wenyewe. Jinsi gani taifa dogo kama hilo liliyashinda majeshi makubwa matano? Huenda ilikuwa ni mbinu. Huenda ilikuwa ni bahati. Au pengine ilikuwa ni kitu cha ndani zaidi. Imani kwamba kuishi kulikuwa ni hatima yao. Vita vya mwaka 1948 havikuwa tu ushindi wa kijeshi, vilikuwa ni tamko la uwepo, hadithi ya roho ya mwanadamu ikikataa kufutwa katika uso wa dunia, na ukumbusho kwamba wakati mwingine mwanga mdogo zaidi unaweza kung'aa zaidi katika giza kuu. Huu ulikuwa mwaka 1948 kuzaliwa kwa taifa, kuokoka kwa ndoto na muujiza uliobadilisha historia milele.